Tulipo ni daraja la Kigongo Busisi, uh, linaunganisha wi, wilaya mbili, wilaya ya Sengerema na wilaya ya Misungwi katika mkoa wa Mwanza. Uh, mradi wetu mpaka leo umefika asilimia 99. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa. Huu ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda uh, wa kanda ya Ziwa. Lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko. Walikuwa wanapoteza zaidi ya saa nne kwenye kivuko wanasubiri kuvuka. Serikali imeamua kuwekeza hapa. Fedha zitakazotumika hapa ni zaidi ya bilioni mia saba mpaka kukamilika. Na sasa hivi kazi zilizobaki ni ndogo ndogo za kuchoza, kuchora hizi uh, alama za barabara, lakini pia kuweka maeneo ya kutenganisha kati ya watembea miguu na magari, lakini pia kule kwenye barabara ambazo zinaingia kwenye daraja na kwenyewe kuweka zile zile pavement yale maeneo ya pembeni, lakini kwa sehemu kubwa daraja limekamilika. Kinachosubiriwa sasa ni Mheshimiwa Rais kuja kufanya uzinduzi rasmi wa daraja. Ni jambo kubwa la neema, nimeona ni walete hapa waandishi wa habari ili muone kazi kubwa iliyofanywa na serikali, ya uwekezaji mkubwa wa daraja kubwa Afrika Mashariki na Kati, daraja kubwa namba sita barani Afrika ni moja kati ya madaraja ambayo nchi nyingi za Afrika zitakuja kujifunza hapa. Ni kama vile tumeunganisha kisiwa na kisiwa, ni kupitia daraja hili.